Sante sana. Asante sana kwa kutukumbusha. Tulikwenda kufanya ibada zetu kule Sabasaba, uh, ukumbi wa PTA kule uh, barabara ya Kilwa. Na kwa sababu ya nguvu ile ya maombi iliyojengwa katika msingi wa neno la Mungu. Hatimaye ndipo tulipopata kiwanja hapa tulipo mwaka 1994. Ulijengwa ukumbi huo mmoja, ukumbi namba moja pekee yake. Eneo lote jingine lilikuwa ni mchanga na mkorosho ulikuwepo pale. Lakini nguvu za Mungu zilikuwa za kipekee sana. Na tulikuwa tunafanya ibada za maombezi Jumatatu asubuhi wakati watu wanatoka weekend wanakwenda makazini. Huwezi kuamini umati wa watu waliokuwa wanahudhuria katika ibada zetu za Jumatatu asubuhi hapa, na wakitoka asubuhi wanakuja wengine we wanapishana na, na, na kuja katika ibada jioni. Kwa kifupi, angalia jinsi watu, umati wa watu ulivyokuwepo katika ibada mmoja wapo hapa, wakati ni ukumbi mmoja tu mwaka 1994 na, na tuende moja kwa moja katika ibada hiyo tarehe kumi na tano mwezi wa nane mwaka 1994 utaona umati wote unavyotoa katika ukumbi mmoja, wanakwenda kupanda mabasi kurudi majumbani, na wengine wanaingia wanapishana wanaingia katika ibada, ni Jumatatu, lakini huwezi kuamini jinsi ambavyo watu walivyokuwa wanakuja, na wengi walisimama imara katika imani, na wako wengi tangu elfu moja mia tisa kila mwaka. Yani maanake hapa ukisema kila mwaka, maanake wako watu wengi ambao bado wamesimama imara katika kila mwaka. Angalia ibada hizo hapa hiyo tarehe ya mwaka 94 na twende moja kwa moja kombo, wakati unajiweka tayari kufanya lile ambalo ulikuwa uwezi kulifanya. Na hata ukienda nyumbani, kuna mambo mengine ya kuthibitisha mpaka tuende, labda tulikuwa hatuwezi kula hiki au kile, unakula una, una na utaona kwamba mna madhara yote. Huyo ndiye Kakobe, wakati Bwana wa uwezo angalia wacho wamewekwa katika vyumba vya ndani vya namna, namna. Wengine ni vyumba vya ndani vya ulema, wengine vya kupooza, wengine vya ganzi mwili mzima, wengine vya mateso katika tumbo. Kagua sasa, kagua anza kichwani. Mungu wangu, kwa jina la Yesu Kristo, angalia mateso katika kichwa, mchu kichwa kinagonga ni kama watu wanatwanga katika kichwa, ni moto katika kichwa, ubongo una matatizo, ana akili taira, namna zote za matatizo katika kichwa. Bwana watoe watowa, katika vyumba vyao vya ndani wafungue, katika mateso ya kichwa na kuokolewa. <coughs> Hivi ndivyo palivyokuwa hapa wakati ule. Unaweza kuona ukumbi mmoja tu kule, hamna milango hiyo unayoiona, lakini hapo kote ni mchanga, watu wanapita, wanakwenda barabara Sam Nujoma. eneo hili lilikuwa pori kabisa wanaona kutubu dhambi zao pale mwanzo. Ndio mkorosho ambao tumekuwa tunazungumza sana, kwani wakati tulikuwa nje. Usiogope kama kuna watu wengi, hakuna maana ya kupita kipeyeze, usikose baraka zako, zinakusubiria bado linamsubiria, kuna mlango hapa kwa mbele, kuna mlango kwa kutoka mbele, utakupenyea mlango uingie ndani.